Warumi 12:15 inasema, Furahini pamoja nao wa furahio. Lieni pamoja nao waliao. Hivyo ninaomba kutumia fursa hii kuipongeza timu ya Simba, wekundu wa Msimbazi, kwa kuingia fainali ya Kombe la Shirikisho barani Afrika. Ushindi wa Simba Sports Club ni ushindi wa taifa. Ndio maana huko mitaani, hata wana Msimbazi wanatembea kifainali fainali. Kweli, Simba nguvu moja ubaya ubwela, ombi langu kwa watanzania tuendelee kuwaunga mkono ili wachukue kombe na kulileta nyumbani kwa mama Tanzania. Mheshimiwa Spika, kwa, kwa mwali kukwiliwa na kwa kungwi kwa liwa. Hivyo ninapenda kuipongeza Da Young Africa kwa kuwa mabingwa wa kombe la Muungano msimu wa 2024 25. Hongereni sana wananchi Jangwani, daima mbele, nyuma mwiko. Mheshimiwa Spika, aidha, ninayo furaha kubwa kutumia nafasi hii kumpongeza kwa dhati naibu waziri wangu jembe la kazi, Mheshimiwa Muhandisi Kundo Andrew Matthew Mbunge.